Tudabu, Lau, kwema ah, kwema kumekucha salama. Jumatatu tuko vizuri, tuko maeneo ya station hapa hmm. tuna refresh mawazo kidogo kabla ya kuingia kwenye majukumu. si habari ya wewe, habari hmm. ya wewe salama, namshukuru Mungu. ndio umemkimbia Young Africans baada kutodhuhuriwa kutofanya mazoezi uwanja Benjamin Mkapa na umekataa kabisa kupeleka timu Lau. Simba kipigo kilikuwa kinawahusu nini mpaka umemkimbia Young Africa wewe unaamini Simba amekimbia au unalishwa maneno na watu? timu lao, sijapeleka, mm, au kuna vitu ambavyo vimetokea kufanya timu isiende uwanjani? Tuambie sasa. Nikuambia, wakati kitu kinajieleza mm, kwamba aliyesababisha mechi isichezwe ni wao wenyewe waliokuwa wenyeji wa mchezo mm, kwa sababu mambo haya hauwezi kuyafanya kwenye nchi ambayo mtu yuko nyumbani kwake. Uwanja ni wa kwetu wote, sawa ye. Yanga ni mwenyeji, unamzuiaje Simba azifanye mazoezi? kwa sababu muda mwingine mm kila siku tunaongea hii dabi au mpira wa Tanzania unaongozwa na timu hizi mbili ambazo ndio taswira ya mpira wetu. Lakini leo hii haiwezekani, mmoja akawa na haki mwingine asiwe na haki. Mpira unaongozwa na vitu vingi. Baada ya ile mkutano wa waandishi wa habari wa timu zote mbili, bodi ya ligi tayari pale iko kazini, tayari ni kama mchezo umeshaanza kabla ya kufikia kesho saa moja, ambapo naenda kuhitimisha baada ya yale mazungumzo kumalizika pale ya makocha na wachezaji kuzungumzia ile mechi, tayari mechi imeshaanza. Unapofika kwenye kanuni, mtu anatakiwa afanye mazoezi ya mwisho, muda ambao umepangwa. Kabla ya mechi ya kesho, unamzuia mtu masaa matatu, unachokifanya pale ni kama kumtoa mtu mchezoni na kuharasi watu wengine, na hili jambo kwa Simba sio mara ya kwanza kama analaumiwa na Simba naye laumiwa, laumiwa bodi ya ligi, limetokea Mwanza, bodi ya ligi imekaa kimya. Hatuwezi kuishi kwa kufanya mambo ya ajabu, eti kwa sababu mtimu mwenyeji atapewa adhabu. Ni mawazo hasi, ni mawazo yasiyo kuwepo. Kila siku nazungumza Simba ni lulu wa mpira, na kila siku mbegu, hata ikiwa mbegu, ikiwa hai, hata kama ni moja, bado itaweza kuchipua na kuleta matunda yaliyokuwa hai katikati ya magugu. Simba anaweza kaonyosha mpira wa Tanzania na haki katendeka. Ni vitu vya kijinga ambavyo watu wametoka kwenye uweledi, wanataka kufanya mambo ya ajabu yasiyokuwa na maana. Ilikuwa na shida gani kuwazuia Simba wasifanye mazoezi? Meneja uwanja anasema hana taarifa kama Simba jofu. Sala wa meneja uwanja tunalaumu kuanzia bodi ya ligi, Yanga wenyewe na watu wengine ambao wanahusika kwenye mamlaka. Lile jambo limechukua karibu masaa mawili. Masaa mawili kutoka TFF pale Karume mpaka uwanja wa taifa kuna kuna nauli ya shilingi ngapi? Huwezi kuendesha zaidi ya masaa mawili pale. Je, wale viongozi wa Simba nao wangeamua kuita watu Temeke? Maana matawi ya Temeke yako mengi. Waje watumie nguvu Simba ili waingie pale ndani. Yale maafa nani angelaumiwa baadaye? Watu wanaongea tu kwa sababu kwa kurahisisha. Ingetokea maafa uwanja wa taifa wangegoka kuilaumu Simba. Kama kama ilitokea mmezuiliwa mgeondoka. Lakini leo hii hayo hawahoji. Ha, ha, wewe tu unahoji mtu kauza ngombe Bariadi, kaja kwa ajili kakosa kuangalia mechi. Ile ni starehe kama muda mwingine inatokea kwa ajili ya maslahi ya nchi. Simba anaangalia maslahi ya nchi. Simba anaangalia vitu vingi ambavyo vinafanyika. Tunaandaa CHAN mwezi wa nane. Tunaandaa AFCON inayokuja 2027. Tukiharibu CAF ikatuangalia dunia ikatuangalia tumeharibu. Nani atakuwa akulaumiwa? Simba ina viongozi weledi. Simba anafanya vitu kwa mtazamo ambao huwezi kuona Vion... wachezaji wa Simba wamezuriwa pale kwenye geti masaa matatu. Kama wamezuriwa masaa matatu, kisaikolojia hauko sawa. Haya mambo tulikuwa tunatokea, tunafanywa nje ya nchi, unasafiri, unaachwa uwanja wa ndege masaa mawili, kisaikolojia unatoka mchezoni. Kwa hiyo hili lilipangwa kuitoa Simba mchezoni hatuwezi kuruhusu mambo haya ya kiuni yafanyike. Kuna watu wana akili timamu, wanasoma na wanajua utaratibu wa mpira ukoje, wanafanya makusudi kwa sababu taadhibiwa laki tano. Hatuwezi kuruhusu hivyo vitu vifanyike. Lazima tuende kwenye misingi tuliyokubaliana. Hawe, hawezi kuwepo mwingine awe mkimbizi mwingine awe ana haki ya nchi. Mpira huko hivyo, kama wanataka kuharibu waharibu, na niambie TFF wamefanya mazuri mengi sana, lakini kwa hili wanaweza kupeleka mpira bondeni. Nani alaumiwe lao baada ya mashabiki uh, wa Simba Sports pamoja na Africans wakilalamika hasara kubwa sana wameipata, wamekata viingilio vyao, lakini mechi Simba Sports Club hajapeleka timu katika dimba la Benjamin Mkapa. Mda huo huo Young Africans amepeleka timu na kikosi chake kamili, gari wamekitoa kabisa. Wamemkimbia, umemkimbia Young Africans, unazungumza kusema amemkimbia Young Africans, lakini mtu ambaye anaelewa anajua utaratibu hawezi kusema amekimbia. Mi niseme ni ukosefu wa weledi, ukiongozwa labda na injinia Elias. Kila siku naambia, amefanya mambo makubwa, lakini mda mwingine hana weledi. Unawatuma wale mabounsa. Enzi hizi za saizi za miaka karibu 2025. Tumekuwa kama miaka ya 90 kipindi cha kinangozoma matunda. Unaongozwa na no mabounsa. Yaani mtu na akili zako, unajiita engineer, unaongozwa na no mabounsa ndio wanakupangia mambo yale. Wameharibu mambo mengi. Kuna wadhamini, kuna watu wengi. Vitu vya ambavyo havina hata maana havipo kabisa. Havipo kwenye mpira. Sawa, ni walaumu bodi ya ligi. Baada ya kuwa mechi iko pale, lazima viongozi wa bodi ya ligi wawepo pale. Mnaachaje Yanga wabaki peke yako pale, wanafanya mambo ya ajabu yasiyokuwepo haya? Na wewe nani meneja wa uwanja, hujui jambo hilo kwamba mechi inafanyika kesho? Kama unajua mechi inafanyika kesho, hujui kama Simba wanatakiwa waje wafanye mazoezi? Unatoa sababu mwanzo na maana sijapewa taarifa. Hujui kama kuna mchezo? Kama watu wametoka nje ya nchi, wanajua kuna mchezo kesho. We meneja wa uwanja, unafanya vitu vya ajabu kama vile hatuwezi kuruhusu vitu hivi yani mwingine awe na haki, mwingine asiwe na haki. hii Tanzania yetu wote. kama mkate unatoka wote tule wote. hamna keki ya kula mwingine wengine wasile. hii ni nchi yetu na tutainyosha na tunakwambia kila siku watatoa milio. Simba aliamua tukusema acheze mechi. wakaenda kuwatapeli wanachama wao. kateni tiketi kuna mechi, kateni tiketi. wanaskani wanaingia mle na mechi hamna. na bila kuwa na uelewa, maana sema injinia muda mwingine hana uelewa au Yanga hawana viongozi wenye uelewa. unaingia na basi eti wanakwepa geti kuu wanapita kule geti. hivi kweli una akili timamu? mechi umeambiwa haipo, wameingia mle uwanja, hamna ofisa wote wa TLB wat, sawa bodi ya ligi hamna. Aliyoleta muamuzi wameleta, lakini wamelazimisha kwenda kwanza, wamekiuka mamlaka. Hatuwezi kuishi kwa sababu ya kuvutana. Muda mwingine ukishapewa uongozi unatakiwa uwe na busara, sawa, usiende kwenye mihemko ya kina Nasoro au kina Lau huko. Na wewe kiongozi mzima ambao umepewa mamlaka, unafikia huko. Kuna mambo kwenye nchi, anatakiwa utumie busara kama kiongozi. Ukileta mambo ya kishabiki, unaweza kuleta maafa na ukapandikiza chuki. Jiuliza, watu wameingia mle uwanjani na mechi hamna na ushaambiwa mechi imeahirishwa, lakini unalazimisha kwenda. Hatuwezi kuishi kwenye maisha hayo. Waliahirisha mechi, Yanga walikimbia. Ilikuwa kuhi taratibu za, za, za kinchi kwamba itakuwa labda mgeni rasmi awe rais kwa sababu muda wake anatakiwa kufuturu ili aje saa moja. Mechi kasogezwa kwenda saa moja, wamevunja mechi wakaondoka. Sasa lakini leo hii wanawaambia mechi imeahirishwa sababu Simba wamezuiwa masaa matatu pale kuingia uwanjani, kwanza wachezaji, mashabiki, sababu zile taifa zilishasambaa mtandaoni kwa kwa kwamba hii mechi Simba anafanywa figisu kwa kuanzia wachezaji mpaka benchi la ufundi, mashabiki wenyewe washajenga hofu ya kuona mechi hii hatuna haki, mechi hii tunanyanyasika. Jiulize alajiga ndani ya dakika 90. amefanya makosa ya kibinadamu. Sababu ni vitu vinatokea kama binadamu, makosa yanatokea. Amefanya makosa ya kibinadamu, baada ya, ya makosa yale mashabiki wa Simba wakichukua reaction ikitokea balaa pale uwanja wa taifa, nani alaumiwe? Mimi niwapongeze bodi ya ligi, wameona kwa faida ya nchi kwa manufaa ya nchi. Au wanaosema si namna gani? Ni kwa sababu hawana weledi, hawawazi. Wanawaza leo, hawawazi kesho. Ikitokea maafa, si tunaandaa chani? Tukijitia doa, tayari umeshaharibu ni taswira kubwa ambayo watu wenye mahoteli wananufaika, watu gani watanufaika? Kwa hiyo hasara hii ni hasara kweli, lakini kwa manufaa ya nchi mechi ilipaswa yailishwe, kwa sababu tayari matendo yalikuwa yametendewa. Simba kama yuko nchi ya nchi sio sawa, lakini ukisema mimi nimekimbia mechi, mimi sijakimbia mechi yeah. mimi nilikuwa tayari kwa mchezo, kwa sababu vigezo vyote nilikuwa natimiza, nikafanya mazoezi ya mwisho, tuende kwenye mechi. Wameweka mabaunsa ambao wanaona kwamba ndo wanaowasaidia, ni vitu vya ajabu visivyokuwepo. Au mnichungulia bona, lau umejua mechi mtakufa Benjamin Mkapa. Simba haogopi kufungwa, Simba ni timu ya mpira, sisi tumeanzisha timu ya mpira, hatuanzi timu ya makanjanja. Vitu ambavyo unaamini lazima kifanyike kuwa hivi, uache mpira uzungumze. Tumefungwa mara nne, tuogope nini? Nachoogopa sababu baada ya matokeo unaendelea na mambo mengine, yanaenda. Umemfunga Yanga umemfunga Simba raundi ya kwanza, lakini leo hii kwenye batu ya ubingwa bado anakukimbiza. Kwa hiyo kufungwa mimi Simba siogopi. Kufungwa ni matokeo ya uwanjani kwa sababu yanatokea kwenye mchezo. Kwa hiyo kuogopa kufungwa siwezi. Kuwauliza hao ambao hao wanaamini lazima washinde tu, ni timu gani walioianzisha katika maisha yao? Ni vitu vya ajabu ambavyo kuwepo. Mimi siwezi kukimbia mechi, mechi iko wazi, ilikuwa nikacheze mechi. Wao ndo wameharibu mechi, wajieleze. Tunataka tujue wale mabouncer waliwatoa kwa ajili ya kazi gani, waeleze hicho, wastafute visingizio vya kuzunguka huku na huku. Mabouncer wao ndio wameharibu wa mechi. Lakini Young Africans wanasema uh, mechi yao ilikuwa ni tarehe nane mwezi wa tatu, si vinginevyo. Hata bodi ya ligi ikipanga ratiba hawatocheza tena dabi ya Kariakoo na si vinginevyo, TFF awape pointi tatu na magoli matatu. Moja ya kanuni ambayo inasema 17 ibara 45 kama timu japeleka eh, uwanjani timu najpeleka uwanjani hmm. Mechi haijachezwa kusema kama waingiza angekuepo alajiga akawakagua pale dakika kumi na tano. Kuna vitu Me, vinatokea katika vigezo vya uongozi, lazima vifanyike kwa ajili ya manufaa Usiwaze ndiko sababu nawaza inahirishwaje yeye inahirishaje. Vitu vinatokea. Jambo linatokea la ghafla, lazima mechi yahirishwe. Kwa hiyo inahirishwa kwa ajili ya manufaa ya jambo lingine lilokuwa kwa sababu tatizo lishatokea. Nimekuuliza yangetokea ya maafa Uwanja wa Taifa. Nani angelaumiwa kama si angekuja kulaumiwa tena Simba? Kwa hiyo wanapoongea wanakosa vigezo vya kuzungumza, lakini tatizo lilokuwaepo, bodi ya ligi imeona mali. Bodi ya ligi imenusuru tatizo ambalo lilikuwa linajitokeza ni kubwa. Na hili wamelelea wenyewe. Kwa sababu ya matatizo mengine wanayakalia kimya. Nimekwambia Simba amefanywa vurugu Mwanza. Hakuna chochote kilichoongelewa. Kuna mechi KMC pale, Simba atakuwa fanya mazoezi KMC na wakaja kufanya mazoezi, hakuna walichoongelea chochote. Kwa hiyo vitu hivi wanaenda kuvilea, wanaona ni sawa. Niulize haya matukio ambayo Simba amefanyiwa, Yanga kafanyiwa nchi hii? Na kuuliza wewe, Yanga amefanyiwa hata mechi moja? Taratibu ta, ta, zipi taratibu zipi? Ta, zipi Simba za kuzuriwa kufanya mazoezi, Yanga amezuriwa hata mechi moja? Tujibiane, kwa nini wewe kwa Simba, kwa nini wewe kwa Simba? maana kwamba mambo ya mpira yanaendeshwa kwa upendeleo wa mtu mmoja na upendeleo wa timu moja na upendeleo huu ndio ndio yaliyotufikisha hapa. Timu zote ziwe na haki. Taratibu zinasema mtu anatakiwa afanye mazoezi siku moja kabla ya mechi, kwa sababu utapewa fine. Umeambiwa nikosa kunya pale, kwa sababu pale ukanye makusudi tu nitapigwa elfu hamsini. Ni akili za ajabu zisizokuwepo hizo, hatuwezi kubaliana na hili. Sisi ndio role model wa mpira na mpira wa nchi, sisi ndio tunaoubeba. kwa hiyo hatuwezi kubali takataka ziendelee kufanyika, tuziache. lazima tusafishe mpira wa nchi huu unyoke. Kukosa weledi, kukosa weledi, wametengeneza kiki ya kuingiza basi kwenye mechi imebuma, ni kwa sababu vijana wao, yani hawana akili, yaani wale walio hapa taasisi ya habari hawana akili Unajaza mafuta unaenda Bunju kwa ma... timu Simba wamevunja kambi toka juzi, hawapo kambini. Unatafuta kike tu umemfuata Bunju kwa taarifa ya nani? Mechi nani anaoiongoza? ni, ni, yani, ni, ukosefu wa fikra yani. Unasema weledi mdogo. Hey, yani, una watu unawapa taasisi kubwa, unampa Alikamwe taasisi kubwa. Akili, wamepita vyuo vikuu lakini akili utafikiri mtoto wa darasa la pili. Yaani unawazaje akili kama ujaze mafuta, umchukue dereva. Ameongea mchambuzi mmoja akasema kuna haja kabla ya ligi kuanza. Kwanza, hata wachambuzi mameneja wa habari na madereva wapimwe akili. Ni, ni shida ya afya ya akili. Kila siku naongea, tuna shida ya afya yani ya akili. Yani mtu anatembea amevaa nguo anang'aa kiatu, lakini kumbe ana shida ya afya ya akili. Unajaza mafuta, unawasha gari yetu, naenda Bunju, una taarifa na Simba. Simba wamevunja kambi, hawako kambini, hawapo. Unatafuta kiki ili uonekane, unacho kufanya kosa weledi. Yani injinia anaruhusuje watu wafanye vitu kama hivi? Afu leo tunataka kuwania kuwa kuwa eti mbunge au atakao mpa ubunge? Ndio akili zao ni ndogo japo ni ndugu zangu Kongwa, kama atatokea anampa ubunge injinia, akili zao zina shida. Huwezi kuongozwa na mtu ambaye akili zake, anaangalia hapa. Tushakuuliza wewe, hey, ni kiongozi. Unapokuwa kiongozi, lazima uwe na miko ya uongozi, ambayo anatakiwa kufundishwa, mambo yale yasifanane na watu wa kawaida, mashabiki wa kawaida anayumba.